Sasa wao, nimekaa nao mezani, sio kikao kimoja, sio vile, nimekaa nao zaidi ya mara tatu, na nikawaambia sisi hapa Dodoma tunaweka jiji kwenye mandhari nzuri. Hata wafanya biashara sekta binafsi wametuunga mkono. Ile eneo la Mambo Poa, mkiangalia hapo magorofa mengi, watu binafsi walibomoa nyumba za chini, wanajenga majengo mazuri ya biashara. Ile eneo la Mambo Poa ni ni ni, ni, ni, ni jengo la jiji la Dodoma, ni majengo ya jiji hayo. Jiji wanataka kufanya ukarabati wa, wa jengo, mradi mzuri hapo nao, ndio ndio mandhari ya Dodoma ya, ya sasa. Watu hawa wamepewa notice tangu mwaka jana, sio mwezi wa sasa, sio mwezi si wa ngapi. Muda wa notice umekwisha. Moja ya msingi ni vitu viwili, cha kwanza jiji wana maeneo mengi, wana ni centers hizi Pagala, sijui hapo eh, Makore Kisasa eh, kule Nkuhungu, wana masoko ile ambayo yamejenga hawajaanza kufanya kazi, lakini pia wana nani, wana soko la Ndugai pale, kuna stendi ya mkoa na baadhi ya maeneo nimekutajia hapo. Hiyo barua yao wameileta leo watu hawa wa mkobato mshia jambo hili kwa mkuu wa wilaya, walishauriwa waandike barua. Barua hiyo wameiandika leo hii, ofisi ndio jinsi amepewa nakala ya hiyo barua. Kwa hiyo wanataka jiji, kama ambavyo walikuwa wameomba, wasaidiwe, na kwa kuwa wana maeneo mengi ya masoko ambayo bado hayajachangamka na, na, na frame ziko wazi, waone umuhimu wa kuwapanga kwa haraka katika maeneo hayo ili kupunguza kazi ambayo wanalalamikia, basi lakini, kimsingi walishapewa notice na hawakutozwa kodi yoyote kipindi hicho. Ni hasara kwa serikali ya Mama Samia inayojali wafanya biashara wake ili wapate maeneo ya kufanya biashara kwa kodi ambayo hawajalipa kwenye serikali. Sasa hivi unataka huruma gani mwingine zaidi ya hiyo? Hebu imagine, ninakuachia meza zaidi na ya saba, sichukui kodi ili usilalamike, na bado mtu analalamika.